Nyoka huzaliana kwa njia mbalimbali kulingana na aina zao. Baadhi ya nyoka hutaga mayai ambapo mayai huwekwa kwenye mazingira salama na kuachwa yaanguliwe baada ya wiki kadhaa hadi miezi. Aina nyingi ya nyoka huhifadhi mayai tumboni mwao hadi atakapopasuka na kuzaa watoto walio hai, ilhali wengine huzaa watoto moja kwa moja bila kuwepo kwa ganda la yai. Kifaranga wa nyoka huzaliwa akiwa na umbo kamili la nyoka mzima lakini kwa saizi ndogo. Rangi na muundo wa mwili wake hufanana na wa mzazi wake, na mara nyingi huwa na ngozi laini na mwili mwepesi. Cha kuvutia ni kwamba nyoka huzaliwa akiwa tayari na uwezo wa kujilinda. Wale wa sumu huzaliwa tayari wakiwa na sumu. Baada ya kuanguliwa, nyoka mchanga huanza maisha ya kujitegemea mara moja, bila msaada wa wazazi. Anaweza kujitafutia chakula chake mwenyewe ambacho kwa kawaida ni viumbe wadogo kama vile wadudu, mijusi au panya wachanga, kutegemea na aina ya nyoka. Nyoka hawa pia hujificha sana katika hatua za awali za maisha ili kujilinda dhidi ya maadui. Katika kipindi cha ukuaji hupukuta ngozi mara kwa mara ili kuruhusu mwili wake kukua. Kwa ujumla, kifaranga wa nyoka huzaliwa akiwa na uwezo kamili wa kujimudu kimaisha, jambo linaloweka mzunguko wa maisha ya nyoka kuwa wa kipekee na wa kuvutia. Na hii ni Dira Ndani ya Hifadhi na Edita Obi.